Taasisi yetu ya MOI uh, itashiriki kwenye maonyesho ya 49 ya sabasaba na kwa mwaka huu itashiriki kwa namna pekee, ambapo tutakuwa na kliniki maalum uh, ya madaktari bingwa wabobezi wa mifupa, ubongo, mgongo na mishipa fahamu ambao kwa pamoja watawahudumia wananchi pale kwenye viwanja vya sabasaba. Kwa hiyo tutakuwa na kliniki yetu pale, tutakuwa tuna banda letu pale pa tofauti na, na, na miaka mingine, ambapo tumekuwa tukionyesha tu huduma zetu tunazitoa MOI, lakini mwaka huu tumeona ni vyema tusogeze huduma zetu kwa wakazi wa Dar es Salaam, hususan hususani watemeke kwa kuwapelekea kliniki pale ambapo wataweza kupata huduma ya kukutana na madaktari bingwa wabobezi katika namna ambayo ni ya, ya urahisi sana. Kwa hiyo tumeona habari hizi ni njema sana tuwafikishie wananchi, lakini vile vile tutakuwa na huduma za vipimo, tutakuwa na huduma nyingine nyingi. Kwa hiyo nimeambatana na daktari bingwa mbobezi ambaye pamoja nami atawaeleza ni vitu gani vikubwa ambavyo tutavifanya pale, lakini baada ya hapo pia tutatoa nafasi kwa kwenu nyinyi waandishi wa habari muulize maswali machache kwa ajili ya habari hii, wafikie wananchi wengi zaidi, wafike kwenye kliniki yetu hiyo ambayo tumeianzisha pale Saba Saba. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anakuwa na nafasi ya kufika pale na kupata huduma ya daktari bingwa mbobezi bila kuwa na kikwazo chochote kile. Kama inavyofahamika, tunaelekea kwenye maonyesho ya kimataifa ya Saba Saba na hivi sasa tumechukua fursa taasisi ya tiba ya mifupa MOI kuwepo kushiriki pale, lakini vile vile kusogeza huduma kwa wakazi wa Dar es Salaam ili kupata huduma hizi za kibingwa kabisa na kibobezi kutoka taasisi ya tiba ya mifupa MOI. Kutakuwa kuna kliniki maalumu kabisa pale kwa ajili ya tiba ya mifupa, mishipa fahamu, ubongo na mgongo Uh, ambao tutaisogeza huduma hii kwa wananchi wa Dar es Salaam kupitia banda letu namba kumi na mbili katika viwanja vya sabasaba. Huduma uh, zitakazotolewa pale ni pamoja na ushauri lakini pia kutakuwa kuna baadhi ya matibabu ambayo yatatolewa katika huduma hizo ambazo nimezitaja hapo awali, uh, na huduma hizi zitakuwa zikitolewa na madaktari bingwa na, na bobezi. Lakini vile vile, eh, nipende kuarifu umma kwamba E, moja ya faida pia ya, ya, ya, ya huduma hizi ni kwamba mgonjwa atakapoonwa pale ataingizwa moja kwa moja kwenye mfumo wa taasisi ya mifupa. Kwa hiyo hata atakapoonwa pale kwenye banda letu na baadaye hata atakapohitaji kuja ku, kuonwa katika taasisi ya mifupa Uh, MOI, anaweza akaja akiwa register, atakuwa ameshakuwa register tayari na atakuwa anaonekana kwenye mfumo. Lakini vile vile, pamoja na hiyo, kutakuwa kuna huduma uh, ya vipimo vya radiolojia. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo tunaweza tukayaskan kwa kutumia ultrasound. Uh, matatizo mbalimbali tukaweza kuyabaini kutumia ultrasound uh, huduma hizo zitakuwepo, lakini pia vile vile tunaandaa mpango maalum pia ya wagonjwa wa, hawa tutakaowaona wapate huduma ya, ya, ya dawa uh, pale pale eh, kwa wale ambao watafika kwenye banda letu.